zamaji na moja kwa moja tuelekee kaunti nambari mbili ambapo wizara ya afya ikishirikiana na shirika la Amref na shirika, na serikali ya kaunti ya Kwale pamoja na World Bicycle Relief wametoa jumla ya baisikeli 500 kwa maofisa wa afya nyanjani ili kuwarahisishia kazi za utoaji huduma. Hatua hii inajiri baada ya baskeli nyingine mia moja kutolewa mwaka jana ambazo zilionekana kuimarisha utendakazi wa maofisa hao kwa kutoa huduma chini ya mpango wa afya nyumbani. Wakizungumza wakati wa kutoa baskeli hizo, katibu wa wizara ya afya Meri Mudhoni na naibu gavana wa Kwale Chirema Kombo wamesema maofisa wa afya nyanjani wamekuwa mstari wa mbele kupeleka huduma za afya karibu na wananchi na boma mia moja kama mko na modern mimi nitaongea na county government tuone venye tuta Wee! Sababu sisi tumesha prokiwa kits za wale, wengine hawakuwa na kits. Sasa tunataka kupunguzia wale walikuwa na boma nyingi, ndio wengine wachukue hizo boma, ndio kazi ifanyike vizuri. Tulisoma vizuri manifesto ya rais wetu na tukaweka hapo ajenda yetu ya kusema wacha tuweke afya kipaumbele, na wacha tuhakikishe ya kwamba wahudumu wetu wa nyanjani ni watu ambao tunawajali na ni watu ambao tunawalinda na ni watu ambao kila wakati tunataka kuzungumza nao. Each of the bicycles that will be handed over today, courtesy of the World Bicycle Relief, represents our deep faith in the work that you do. Saving the lives of women, children and men who receive your services on a daily basis. Nataka hizi baiskeli mtumie. Mtumie kusaidia wenzenu hapa Kenya. Mtumie kwa nyumba wakati mwasaidia watoto kwenda shule.